Kufuatia maandamano yaliyoshuhudiwa tarehe 29 Oktoba katika maeneo tofauti kule Tanzania, taarifa rasmi imetolewa kwa wafanyikazi wa umma kuweza kufanya kazi wakiwa nyumbani kwao leo tarehe 30 ya Oktoba. Hii ni taarifa ambayo imetolewa rasmi na serikali ya Tanzania kupitia msemaji wa serikali ambaye anajulikana kama Gerson Msigwa, ambaye kupitia Instagram ya kwake alikuwa ametoa taarifa kamili kwa umma akiwa amesema kwamba taarifa kwa umma kufuatia angalizo la ku kiusalama lililotolewa na jeshi la polisi kwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam, serikali inaelekeza kuwa kesho tarehe 30 Oktoba mwaka 2025, watumishi wote wa umma nchini wafanyie kazi nyumbani isipokuwa wale ambao majukumu yao ya kazi yanawataka kuwepo katika vituo vyao vya kazi kama ambavyo wataelekezwa na waajiri wao. Aidha, waajiri katika sekta binafsi wanashauriwa kuzingatia tahadhari hiyo na kuruhusu watumishi wao nao kufanyia kazi nyumbani vile vile. Wananchi wasio na ulazima wa kutoka kwenye makazi yao nao wanashauriwa kufanya shughuli zao nyumbani. Imetolewa na katibu mkuu kiongozi tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Sasa ndio taarifa kamili ambayo serikali ya Tanzania imetoa kupitia msemaji um, mkuu wa serikali ambayo ni kama Gerson Msigu ambaye amewashauri wafanyakazi wote wa umma kufanya kazi nyumbani pamoja na wale wa sekta like za kibinafsi isipokuwa wale ambao kazi zao zina wabidi wawepo kazini. Lakini wakati haya udhibiti maandamano ambayo yameshuhudiwa tarehe 29 Oktoba, na haijajulikana kabisa kwa idadi ya watu ambao walijeruhiwa katika maandamano hayo na walio waliofariki pia kutokana na maandamano hayo, japokuwa um, serikali imezuia kabisa mitandao ya kijamii Tanzania nzima, lakini pia media hazijapata fursa kuweza kutoa taarifa kamili. Nadhani kwamba kuna mambo mengi sana ambayo yapo nyuma ya pazia ambayo raia wengi hawajapata fursa ya kuweza kujua. Jeshi la polisi walikuwa wametoa taarifa mapema kidogo kupitia kamanda Mliro kwamba usalama upo eh, katika maeneo yote ya Tanzania, na wakawa wanashauriwa kabisa kujitokeza ili kuweza kupiga kura Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ambaye pia alipiga kura katika kituo cha Chamwino jijini Dodoma, pia alipata fursa ya kuzungumza na waandishi wa habari mapema jana tarehe 29 mara tu baada ya kuweza kukamilisha zoezi lake ama haki yake kikatiba ya kupiga kura na kuwaomba Watanzania ambao walikuwapo majumbani kwao kuweza kujitokeza ili na wao pia waweze kupiga kura. Lakini pia ulishuhudiwa uh, msururu wa uh, watu kadhaa wakipanga line ama E, shiriki zoezi hilo la upigaji kura, lakini kulikuwa na sehemu ambazo upigaji kura ulitatizwa baada ya uandamanaji kuweza kuvamia vituo vya kupiga kura hususan katika jiji la Dar es Salaam ili na kuweza kuharibu uh, vifaa vya upigaji kura. Zoezi la upigaji kura liliweza kutatizika katika maeneo tofauti, na ndio kitu ambacho kilipelekea mpaka serikali ya Tanzania kuweza kufungia mitandao na kuweza kuwatuma polisi ama jeshi la polisi mtaani kuweza kukabiliana na uandamanaji jana. Tarehe 29, ilikuwa ni siku nzito sana kwa wakazi wa Dar es Salaam, kutokana kwamba maduka yalikuwa yamefungwa sehemu tofauti, lakini pia tukiacha mbali maduka kufungwa, kuna baadhi ya maeneo ambayo iliripotiwa kwamba yameteketezwa moto, yakiwemo pamoja na vituo vya basi ama kituo cha basi uh, cha mwendokasi lakini pia kuna baadhi ya maduka ambayo iliweza kuteketezwa Sinza, baadhi ya maduka ambayo iliweza kuteketezwa katika maeneo ya Ubungo na Kariakoo pia, lakini maeneo mengi sana hususan jijini Dar es Salaam yalikuwa inashuhudia kuwa na uh, hali ya utulivu, lakini kuna mengine ambayo pia kulikuwa na shughuli ambazo zilikuwa zinaendelea, zilikuwa ni shughuli ambazo sio za kawaida, kwa maana kwamba maduka ilikuwa yamefungwa na shughuli zilikuwa zimetatizika. Sasa mpaka kufikia muda huu hapa serikali haijatoa tamko rasmi kuhusiana na nini ambacho kinaendelea kuhusiana na maandamano hayo, waliofariki na walioweza kujeruhiwa, lakini kikubwa ni kwamba mitandao imefungiwa. Lakini pia um, uh, kingine ambacho kimefanyika ni kwamba wametoa marufuku ya kutotoka nje, national wide curfew uh, yani marufuku ya kutotoka nje uh, nchi nzima kuanzia mida ya saa 12 jioni. Sasa mpaka kufikia hapo ndio taarifa zilizoko na kuhusiana hiki ambacho kinaendelea katika nchi ya Tanzania.